Kwa jina naitwa Winston Ansgari Makala. Eh, kwa jina la kisomi Officer Cadet. Ndio, karibu okay. swali la kwanza eh, swali la kwanza ni kuhusu watoto tunayowazaa, wanaweza watunza wazazi kisheria? Katika nchi yetu hatuna sheria ya kuwabana watoto tunayowazaa ni lini serikali itapeleka mswada serik. nani bungeni ili kukamilisha sheria ya kutunza wazee? Tumepokea hilo mzee. Hmm. Swali la pili, kuna wazazi wa aina mbili wa kike na wa kiume kuhusu mahali, ni nani anayestahili kwenda kudai mahali kwa mkwe wake wa kike au wa kiume? Nina maana kwanza mama mtoto au baba mtoto ni nani anayestahili kisheria anayeweza kwenda kudai? Naomba urudie tena baba hapo. okay. narudia hivi. Ndio, mwekee maiki vizuri. E, kuna wazazi wawili, kuna wazazi wawili wa kike na wa kiume ni nani anayestahili kisheria kwenda kudai mahali kwa mkwe, ni mama au ni mimi baba mtu? Asante. Swali lingine au yameisha? Je, iwapo mkwe anakataa kutoa mahari, iko sheria ya kumpeleka mahakamani? Ndiyo baba, lipo lingine. Okay, nakuja swali la tatu. Nchi yetu inaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini ukienda Zanzibari unakuta wazee wanapewa posho, lakini Tanzania bara hatuoni. Ni lini serikali itapeleka mswada bungeni ili wazee nao wafaudu? Asante, lipo lingine, mzee, la mwisho ndio, yahusu wabunge. Wabunge wanachaguliwa katika majimbo ya uchaguzi na wanatumia miaka mitano kwenda bunge. Kinachosikitisha, wabunge wanakwenda kulala, akiamuka anaunga mkono hoja iliyopitishwa na wabunge wenzake, lakini kutoa matatizo ya, ya jimbo lake hana habari, hakileta hoja, hana habari. Ni lini serikali itawabana wabunge ili watimize majukumu yao? Asante sisi waaasimoye. <laughs> <laughs> Mzee wetu hoye, hoye. Mzee kwanza ameingia anasema yeye ni officer cadet. Officer cadet, mnamjua nyie, mtamuuliza OCD atawaambia, maana ya officer cadet au mzee atawaambia. Sasa mzee ameuliza maswali kadhaa. Moja, pensheni ya wazee Zanzibar. Ni kweli wazee wanapewa pensheni na bara bado hawajaanza kupewa pensheni, kwa sababu sheria bado zinaendelea kupelekwa bungeni kuangalia namna bora itakayosaidia kufanikisha jambo hilo. Lakini Zanzibar idadi ya watu wako milioni mbili, sisi tuko milioni sitini. Maana yake idadi ya watu ya huku ni kubwa kuliko idadi ya wapi ya Zanzibar, lakini nchi yetu ni Jamhuri ya Muungano Watanzania na serikali yetu inahudumia sawa sawa, hivyo jambo la mzee ni kuahidi kwamba hilo jambo serikali ilishaanzisha mchakato. Na Mheshimiwa Rais alipokaa na wazee, kwa maana ya viongozi wa wazee nchi nzima, walitoa wa hoja hiyo na akakiri kuipokea. Wataweka utaratibu mzuri wa kuona namna gani wazee mnaweza kutatuliwa jambo hilo. Kwa hiyo litakapokamilika, wazee wote mtaru, mtaru, mtajulishwa lakini yalishatokea mambo mengi mazuri kwa wazee ikiwemo katika matibabu na masuala mengine. Sasa baba ameuliza hapa jambo la pili kuhusu mahari, nani anapaswa apokee mahari kati ya baba na mama? Eti ni nani wanaosema baba apokee mahari wanyoshe mkono eh? na wanaosema mama Wapok wanaosema wapokee wazazi wote. Mwanasheria wa halmashauri yupo? Mwanasheria wa halmashauri e, mimi sitaki kujibu maswali ya watu, njoo bwana Maanyi, ndio mmesoma haya maswala, umsaidie ofisa Kadit. Nani anapaswa kupokea mahari, na mtu asiyetoa mahari mnamchukulia hatua gani kwa mujibu wa sheria? Karibu.